Mwandishi wa habari, kwa masikitiko makubwa tumpokea taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Jenista Mhagama, mbunge wa jimbo la Piramio, leo asubuhi kwamba ametutoka na hatunaye tena. E, taarifa hizi kila mmoja zimemshtua mwana Piramio, zimemshtua mwana Ruvuma, zimemshtua na hata Mtanzania yeyote ambaye anafahamu utendaji kazi wa Jenista Mhagama akiwa hai, akiwa katika nafasi mbalimbali mbali za uongozi, kama mbunge, naibu waziri, lakini pia akiwa waziri katika serikali mbalimbali, kuanzia ya awamu ya nne, ya tano, ya sita. Kwa kweli Jenista Mhagama alikuwa ni dada hodari, na ndio maana sisi wanaruvuma na wanapiramio tulimwita Malkia kwa sababu alikuwa anachapa kazi bila kuchoka. Kwa kweli hili, hili ni pigo kubwa sana kwetu na kwenye chama, kama mpiganaji mwanachama wetu mwaminifu hodari, amekitumikia chama hiki ndani ya miaka zaidi ya thelathini na nane akiwa kama mwanachama lakini pia kama kiongozi katika nafasi mbalimbali mbali. Hili kwetu sisi wanaruvuma limetusikitisha, lakini kwa sababu ni mpango wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anaamua kuleta duniani lakini pia anaamua duniani kama ambavyo tumetoa tamko letu leo asubuhi. Ni kweli tumepokea taarifa ya masikitiko ya kifo cha mpendwa wetu mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho wilaya Songea, macha macha, pole, wabunga, ya Songea mkoa wa Ruvuma. Sisi kama chama cha mapinduzi tunatoa pole kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunatoa pole familia tunatoa pole kwa wananchi wa jimbo la Pelamio, lakini kwa wana system na Watanzania wote na watu wote walioguswa na msiba huu. Mheshimiwa Mhagama alikuwa mwanachama mtiifu wa Chama cha Mapinduzi kwa zaidi ya miaka 38, lakini pia amekuwa kiongozi hodari sana. Huwezi kutaja viongozi waliochochea mabadiliko chanya kwenye karne hii ya ishirini na moja ndani ya mkoa wa Ruvuma ukaacha kulitaja jina lake. Kwa hiyo sisi kama chama cha mapinduzi na Wanaruvuma kwa ujumla tumepoteza mtu nguli kweli kweli. Tumepoteza kiongozi, tumepoteza mama, tumepoteza dada, tumepoteza shangazi, tumepoteza kiongozi. Nafikiri nitaungwa mkono na watu wengi ambao wamewahi kumfahamu Mheshimiwa Mhagama. Mheshimiwa Jenista Mhagama ni kiongozi mimi naamini alizaliwa kuwa kiongozi. Amekuwa kiongozi kwenye nafasi tofauti tofauti na kwa vipindi mbalimbali, na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hasani amewahi kusema hadharani kwamba Mheshimiwa Mhagama ni kila kawake, yaani ni mtu ambaye anaweza kufiti eneo lolote. Kwa hiyo alizaliwa kuwa kiongozi.